Na mkaribu tena muda na wakati mwingine, katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza ya yes. Simulizi hii mume wangu, dada wa kazi tumempata ni huyu hapa, anaitwa Betina. Mama huyo alinitambulisha. Shikamo baba, nikamsalimia kwa heshima. Marhaba, mzee huyo alitikisa kichwa kisha akapita juu kwa juu, akaenda zake na akaendelea na safari yake kuelekea chumbani kwake akionyesha kuwa hajafurahishwa kuniona mimi mahali pale. Nikaliweka gauni langu vizuri na kukaa taratibu. Hatimaye nimekuona adui yangu, nilijisemea kimoyomoyo huku nikitabasamu. Nikiwa tayari ndani ya nyumba hiyo kwa ajili ya kazi maalum iliyonileta ya kulipiza kisasi. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri. Usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Mimi na kujina ni Mr A Romantiki, tusonge pamoja katika mwendelezo huu. Dada naweza kufanya kazi gani nikusaidie? nilimuuliza mama huyo ambaye alirudi kutoka chumbani baada ya kumsindikiza mumewe aliyekuwa amerejea nyumbani jioni ya siku hiyo baada ya kutoka kazini. Hamna, wewe pumzika tu, uyasome kwanza mazingira. Sawa Betina? Hapana dada, na kuona unahangaika na mimi nipo, siwezi, sijazoea. Mm? Tulia, usiwe na haraka Betina. Kwanza hatujakubaliana kuhusu mshahara nitakaokulipa. Hilo lisikupe wasiwasi dada, chochote utakachonilipa nitashukuru. Hakuna vyombo nioshe hm? Tena hapo ndo penyewe haswa, maana mma vyombo kama yote jikoni. Nilikuwa na yawazaje. Jikoni wapi dada, nikavioshe ili visikutie mawazo Pita upande huo, ngoja nikakuonyeshe, aliniambia. Tukaongozana mpaka jikoni. Nilipofika nikakutana na vyombo vingi kweli na masufulia vikiwa vichafu mno. Du, mwana kulitafuta mwana kulipata, nilijisemea kimoyo moyo, maana hakuna kazi niliyokuwa nachukia sana katika maisha yangu kama kuosha vyombo, na ndiyo kazi isiyopendwa na asilimia kubwa ya sisi wanaume na si mimi peke yangu, yaani hakika hii ni kitu kigumu sana kwa watu wengi. Sabuni ile pale na maji yale pale kwenye sinki, jisikia upo huru. Sawa sawa dada, niliitikia kwa tabasamu nikionyesha uchangamfu mkubwa kiuongo, uongo tu. Nikavisogelea vile vyombo na kuanza kuviosha. Wakati huo mwanamama huyo aliondoka taratibu jikoni, nikimtazama kwa umakini mkubwa. Alikuwa ni mama mnene hivi mwenye sura ya kawaida sana, kama ya kiume kiume hivi kwa mbali akionekana, lakini mwili alijaliwa, mashallah, hasa nyuma. Mm, alibebelea furushi tena sambwanda la kweli kweli, mpaka akitembea, anatembea kwa taabu ya nizigo mwamwamwa likitikisika ni hatari nyuma. Kwenye gauni lake ilikuwa ni balaa juu ya balaa, na miguu yake minene, watoto wa mjini wanaita miguu ya bia, akiwa mweusi wa asili, ule weusi wenyewe kabisa. Akageuka na kunitazama akinikuta ninamwangalia, na mimi nikageuza shingo yangu haraka asije akajua kama ninamtazama yeye. Unaniangalia eh? Alinishtukia kumbe. Ee, nakutazama dada, umejaaliwa kweli kweli, na weusi wako, hakika nimeupenda, tena nimeupenda sana mm? kweli au kejeli tu Betina? Kweli dada, wala sikufichi, na siwezi kukukejeli. Na nikukejeli kwa lipi? Heli yenu nyinyi mliojaaliwa weupe mm? wakati wewe ndiye una rangi ya kiafrika kabisa, tena ngozi nyororo, mzigo uko nyuma nilitabasamu kidogo kwa utani kidogo na bosi wangu nilimsifia nikipiga makofi yale ya kishambenga na ya kidada. Betina, mambo yako bwana, hebu ushaga vyombo hivyo, mimi ngoja nikamwandaye mume wangu akaoge. Alitabasamu mwana mama huyo ambaye alionekana kufurahi sana kusifiwa ingawa kwa nje alijifanya hataki hata kidogo kusifiwa. Akaongeza mwendo wa madaha akika hapo, kadri nilivyokuwa namwona mm, niliendelea na kazi zangu. Yani, alikuwa akiutingisha msambonda wake, hmm, atali tena alikuwa anafanya kwa makusudi ili kuonyesha vizuri. Wakati akiondoka, nami nikabaki na mtazama tu mpaka alipoishia. Nilishusha pumzi ndefu alipotoka, nikajitazama na kujishika katika maungo yangu ya mwili yaani kwenye ikulu yangu mm, nilishtuka. Maana ndani ya gauni langu refu na panapana la kike nililolivaa, baada ya kumtazama sana huyu mama na kumtamani kama mwanaume rijali, nikavigeuka vyombo vyangu na kuendelea kuviosha taratibu mpaka nilipomaliza. Usiku uliingia, mishale ya saa mbili mbili hivi usiku, tukawa tupo mezani, mimi na wenyeji wangu hao wawili, tunakula, lakini muda wote macho ya profesa Nguza, baba mwenye nyumba, yalikuwa kwangu wakati akila chakula. Mkewe alipokuwa yupo bize kula, nami nikaanza kumlegezea macho mzee huyo aliyejawa na tamaa kweli kweli ni muingize kwenye kumi na nane zangu, na ndipo mkewe akainuka baada ya simu yake kuita chumbani, akatuacha wawili tu, mimi na mumewe mezani. Mbona huli kula nyama? Mzee huyo profesa wa hadhi ya juu alinichotea nyama ili kuweza kuniongezea na kula. Baba, nilijifanya nina aibu tena isi kifani, huku nikicheka cheka Kula mama, usiogope, sawa? Mzee huyo alicheka huku akionyesha huku akinyoosha mkono wake na kunishika mkono wangu kiganjani. Jamani baba, nilijidekeza haswa tena, kama mtoto wa kike haswa tena, mwenye ulaini wa hali ya juu, huku nikifanya kwa aibu. Mpaka mzee yule, nilianza kuhisi kama nataka kuchanganyikiwa kwani nilikuwa na ngozi nzuri, ni mwanaume lijali, lakini mwonekano na ngozi yangu ah, ilikuwa hatari. Mtoto mlembo kama wewe hakika utaenjoy sana ndani ya jumba langu hili, aliniambia huku akinipapasa papasa kiganjani kwangu, na muda huo huo mkewe akatokea. Mkewe alitokea haraka, mzee Nguza akaniachilia mkono wangu na kuzuga akiendelea kula nami, nikainama kwenye sahani yangu, nikiendelea kula. Aise, sasa mume wangu, lile deni jitahidi unilipie tafadhali, nimeulizwa hapa, aliongea akiwa anarudi kukaa baada ya kutoka kuzungumza kwenye simu la benki. Sio mzee Nguza, alimuuliza ndiyo. Nitakupa kesho, sawa? Nitakupa nimengoja nikalale. Sasa nimechoka sana mzee, huyo alimwambia mkewe, akasimama na kutoka kwenda chumbani kulala. Mnapendana wenyewe, nilimsifu mama huyo. Ungeyajua mdogo wangu wewe, ndoa ziangalie tu hivi hivi, aliguna. Kwa nini dada, tule tu, alinijibu. Nikatikisa kichwa na kuendelea kula nikiacha kumuuliza uliza ili asije kaniona mimi ni mchunguzi nisije nikakosa kazi yangu iliyonileta bure na kushindwa kutimiza lengo na azma yangu iliyonileta ndani ya nyumba hii. Wakati tulipokuwa tumemaliza kula, tulimwona Mzee Nguza akitoka chumbani akiwa amevaa t-shirt na bukta kama mtu anayetoka. Unaenda wapi mume wangu tena saa hizi? mkewe alimuuliza. Kuangalia mechi huko akinitazama kwa macho ya uchu sana. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi hii nzuri, usikose katika mwendelezo wa sehemu ya tatu. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapahapa simulizi Tz. Jambo la msingi na kuzingatia, usisahau kusubscribe chaneli yetu. Asante na kwa heri.